wapo vilevile na katibu mtendaji wa bodi hii

lakini wametumbukia katika hili lindi la madawa ya kulevya. Kikubwa zaidi, hawa watu wote hawataweza kufikia ndoto zao za maisha. So they are not just users. Hawa ni watoto wetu wa kiume, wa kike, wazazi, majirani na kwa wakati mwingine hata ni colleagues wetu sehemu mbalimbali za kazi. This year theme, the evidence is clear, invest in prevention. It reminds us on the important uh, issue of adopting scientific evidence based approach

Um, hizi kliniki ambazo zinatoa methadone treatment kwa Tanzania ni za muhimu sana kwenye swala la public health, kati na ushirikiano wa public health kati ya Tanzania na Marekani. Na kwa sasa tumefikia kliniki kumi na sita nchi nzima kwa upande wa Tanzania bara, lakini pia kwa upande wa visiwani, na taasisi ya CDC chini ya ubalozi wa Marekani imeendelea kutoa support katika kuagiza hii methadone hapa Tanzania lakini pia kusupport his methadone clinic kwa kupitia uh, various technical assistance na kuinsure kwamba kuna vital health services including managing and preventing drug overdose which is a leading cause of death among people who use drugs HIV testing services linkage to HIV services screening for tuberculosis and hepatitis but importantly providing other HIV preventive services including condoms But of recent times we've also worked very hard to ensure that the mental health counseling and other community referral are being prioritized. Ndugu zangu, tusikilize tuweze kutoa msaada, lakini cha muhimu sana tuweze kutenda kwa uharaka, lakini pia kwa kuelewa hali yao hawa watu mbalimbali ambao wameathirika na madhara kulevya, yani empathy. Serikali ya Marekani kwa kupitia PEPFAR uh, kwa pamoja na implementing partners mbalimbali wataendelea kushirikiana kwa ukaribu sana na serikali ya Tanzania, ili kuweza kuhakikisha kwamba Tanzania bila madawa ya kulevya inawezekana, lakini pia kuendelea kuimarisha mifumo ya afya hapa nchini, ili watu wote ambao wameathirika na haya madawa ya kulevya waweze kupata huduma mbalimbali mbali. Together we have a power to shape a future that is healthier, safer, full of hope

Makofi mengine mengi sana kwa mwakilishi wa balozi wa Marekani. Asante sana Dr. Mgomela kwa salamu hizo. Na sasa, mheshimiwa mgeni rasmi, tunaenda tena kupata ujumbe mahususi ulioandaliwa na bendi ya mjomba Mrisho Mpoto. Na salamu zilizotolewa na Dr. Mgomela ni kwa uwakilishi wa mabalozi pamoja na mashirika ya kimataifa ambayo tupo nayo siku hii ya leo, lakini mwakilishi wao wote amekuwa ni Dr. Mgomela. Niwaalike sasa Mrisho Mpoto na bendi yako ya Mjomba Bend kwa ujumbe maalum wa kuihusu siku hii ya leo. Kuwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameamua kuwekeza kwenye kinga na tiba dhidi ya dawa za kulevya, leo itakuwa siku ya hukumu kwa wauzaji wote, watumiaji wote wa dawa za kulevya, ili ikawe fundisho na nchi yetu ibakie kuwa salama. Jinai namba 120 ya mwaka 2025, jamhuri dhidi ya studio na wenzake, Mheshimiwa Kim, shauri linakuja kwa ajili ya hukumu. Tupo tayari kuipokea mewatia hatiani watumiwa wote kama mlivyoshitakiwa. Watumiwa

hasara kwa taifa langu, Mheshimiwa Hakimu. Mimi nilikuwa nafanya kazi ya saluni. Siku moja, akaja huyu baba akaniuliza, kwenye biashara yako unapata faida shilingi ngapi kwa siku? Nikamwambia elfu saba akaniambia unahitaji elfu saba ngapi ili kufikia milioni hamsini na itachukua miaka mingapi? Nataka nikupe kazi ya kwenda nje ya nchi kubeba mzigo. Ninyi watoto wa kike, ukificha tumboni huwa hauonekani. Nikaenda nyumbani kwake, nikafanya mazoezi ya kubeba unga. Nilipoonekana naweza, nikaenda nje ya nchi, nikabeba vizuri tu. Nilipofika hapa Tanzania Airport nikakamatwa, sijui hata walionaje. Naomba unisamehe, mheshimiwa hakimu, naikumbuka elfu saba yangu. Mimi ni mwanafunzi niliyefaulu vizuri tu, nikapangiwa shule mkoa wenye bari.

Nataka tena bangi bangi bangi basi, uh. Nataka kurudi shule, naomba msomaji, Mheshimiwa Kimu, Mheshimiwa Kimu, mimi naomba nisame

mahakama yako tukufu iweze kunisamehe. Najuta kwa kufanya biashara hii haramu iliyopelekea kupoteza vijana wengi na uchumi wa nchi yangu. Hata huyu mke wangu unayemwona hapa hakuwahi kujua nafanya biashara gani. Hivyo, Mheshimiwa Hakimu, naiomba mahakama yako tukufu iweze kunisamehe. Sababli, ukweli minakili, nilifanya haya kwa sababu nisiwe peke yangu kwenye janga hili makosa. Ah, ah, minakili hata mimi nilishawishiwa na wanangu Kibela na Sada.

kupunguziwa adhabu lakini kutokana na madhara makubwa yanayotokana na kujishughulisha na matumizi pamoja na biashara ya dawa za kulevya nawapa adhabu kama ifuatavyo. Miki ujumla hey, hey. Sheska mwenda kifungo cha maisha gerezani. James C. John fimbo kumi na mbili mwaka mmoja kifungo cha nje na wewe fama miaka thelathini jela kura utapiga uko uko gerezani bwana snido kifungo cha maisha gerezani Kelvin Kiondo

Suluhu Hassan, mimi ndo yule Innocent uliyeniokoa kule Arusha ukamwa ukamuagiza kamishna jeneral So leo mimi inozetu ni mhitimu wa elimu ya juu. Vijana wenzangu, sisi ni rasilimali kubwa sana. Tukiutunza ujana wetu, tunalitunza taifa letu. Dawa hey, za kulevya zina madhara makubwa wanaumwa wengine wanakufa. Oh, oh, tuache tusiingie huko oh. Kwanza tunakushukuru sana, lakini pia tunaomba utufikishie salamu zetu za dhati, salamu za upendo, salamu za Watanzania, mfikishie Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba umwambie tunashukuru, kazi imefanyika. Mheshimiwa, mapambano haya kazi imefanyika, serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na daktari kazi imefanyika. Mheshimiwa, sasa hivi dawa za kulevya hazipatikani, dawa za kulevya hakuna. Kinachofanyika sasa hivi, wanatumia masega ya gari Wanachanganya na dawa tiba za hospitali ndizo wanazojidunga na wanatumia kwenye mshipa mkubwa. Mshipa mkubwa ule unakwenda kuzima moyo, ndio maana wanakufa ghafla, kwa sababu mamlaka na vyombo vya usalama vyombo vya dola vya Tanzania vimefanya kazi kubwa ya kupambana na dawa za kulevya. Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim